Kisii na Trans Mara imeendelea leo huku wakuu wa usalama kutoka maeneo ya Nyanza na Rift Valley wakikutana. Mikutano hii ikifanyika baada ya siku za ati ati na mapigano kati ya jamii mbili zinazoishi katika mpaka wa Kiango, na kama Crispino Otieno anavyotuarifu, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nayo pia imetaka jamii hizi kusitisha mapigano. Siku mbili baada ya magavana wa Kisii na Narok kuandaa mkutano wa amani eneo la Kiango, katika mpaka wa Kisii na Transmara, hii leo ilikuwa zamu ya maafisa wakuu wa usalama kutoka Nyanza na Bonde la Ufa kufanya kikao cha pamoja kilichojumuisha maafisa kutoka tume ya kitaifa ya uwiano NCIC maafisa wa usalama wakielezea msimamo wao wa kuhakikisha amani imerejea eneo hilo la mpakani, kwani kufikia sasa watu wawili zaidi wamekamatwa kwa madai ya kuchochea uhasama. Uh, today we are here at uh, Kiango on the border of uh, Rift Valley and uh, Nyanza specifically because we came here to confirm that actually peace katika mkutano huo, maafisa wa NCIC waliendelea kuirai kamati ya usalama kuendelea kuhubiri amani mpakani. Serikali yetu imekuja kutuletea amani na vijana yetu wanaongoleswa na wazee na watu ya boda boda. Tunataka amani ya kudumu hii. Jana ambayo ilitokea ilishangaisha wengi, na tumekubaliana hapa ya kwamba kuanzia siku tatu iliyopita hadi leo na kuendelea mbele, tutakuwa na utaratibu ya mpaka ambayo makosa ikitokea kidogo, sharti wazee wafuate hiyo, pamoja na assistant chief. Kufikia sasa shule kadhaa ambazo zilikuwa zimekosa wanafunzi zimeanza kurejea hali ya kawaida. Hali ya utulivu imeanza kurejea katika mpaka wa kaunti ya Kisii na Trans Mara, mkutano ambao umeandaliwa katika eneo la kiango wa usalama ukiafiki kwamba watazidi kutafuta wale ambao wamechangia machafuko katika eneo hili la mpaka, huku wazee kutoka pande zote mbili wakihimizwa kuendelea na mazungumzo ya kuleta amani ya kudumu. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Eneo la Nyabitunwa katika mpaka wa Transmara na kaunti ya Kisii. Polisi